Habari yako mtazamaji wa Zantime. Karibu katika chaneli yetu, na leo katika kipindi chetu tutakwenda kuzungumzia swala zima la forex, ambapo tupo na mtaalamu wetu hapa. Kwanza kabisa atakwenda kujitambulisha. Mimi jina langu ni Amina Lumwacha, na twende moja kwa moja akajitambulishe mgeni wetu hapa. Asante ah, sana bi Amina, mimi naitwa Mohamed Bakari na ni mmoja katika traders ambao wapo katika biashara ya forex kwa muda mrefu na nadhani tutapata muda kidogo wa kuzungumza mm -hmm, na kuona fursa pamoja na changamoto ambazo zipo. Ndio, kwanza kabisa ningependa ufafanue kuhusiana na hii forex ni nini? Pengine kuna watu mbalimbali wanaisikia wana tu lakini hawaijui kiundani ina maana gani. Ah, uh, tunaposema forex ni mkusanyiko wa maneno mawili. Ndiyo. Neno foreign na neno exchange. Kwa hiyo kilichofanyika ni kuchukua baadhi ya sehemu ya maneno haya mawili. Foreign nimechukua neno for, na exchange nimechukua neno x ndio likapatikana neno forex. Kwa hiyo forex, kama vile ambavyo tunaifahamu katika ulimwengu wa kawaida, ni yale mabadilishano ya sarafu za kigeni. Kwa hiyo kuna kuwa na kitu tunaita pairs. Kwa hiyo kama labda euro mona zidi ya dola, au pound pengine zidi ya dola, naona shillings zidi ya dola na ni vitu vya namna hiyo. Kwa tunaposema forex tunamaanisha foreign exchange, ila tofauti ni kwamba tunachokwenda kukizungumzia leo ni ile ambayo inapatikana kupitia mitandao na platforms mbalimbali mbali ambazo zipo mtandaoni. Ndio. Na katika swala so zima la kuhusiana na mambo ya Forex je, wewe kiupande wako safari yako ilianzaje? Katika mwanzo wako ulikuwaje katika swala so zima la Forex? Pengine uligunduaje ama nani alikuambia kuhusiana na Forex? Uh, of course kwa sababu mimi ni mtumiaji pia wa mitandao na tunaona kwamba teknolojia kwetu imefika muda kidogo sio muda mrefu sana kama mataifa makubwa yaliyoendelea hmm. Lakini of course, tuna muda kidogo tokea teknolojia kwetu ime, imepata nafasi sasa katika watu ambao tunatumia mitandao, tunaona ads, tunaona eh, zile wale motivational speakers wanavyokuwa wanazizungumzia hmm. Lakini mimi nili, nilikutana na kijana ambaye aliniinspire pia kuingia katika ulimwengu wa forex mm -hmm. Alikuwa anaitwa Hans Combo, yeye ni kijana ambaye mm -hmm. alitokea Dar es Salaam pale na asili ya Tanga mm -hmm. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa ndo mtu wa mwanzo ulona kunipa nguvu ya kuingia katika forex. Na tukiachana na hilo, unahisi ni mambo gani muhimu ya kuzingatia kabla hujapiga hatua ya kwanza ya kuingia katika swala so zima la biashara ya forex? Ah, cha kwanza ni utayari. Unajua kitu chochote unapotaka kufanya inabidi lazima uwepo, uwepo tayari. Kwa hiyo cha kwanza ni utayari wa mtu mwenyewe. Ndio. Lakini kitu cha pili lazima mtu we ni risk taker. Risk taker. Manake, Yes. Biashara ya Forex ni biashara nzuri mteja physical ni tuseme, media, kwa sababu husubiri akufuata ofisini kwako tuseme tujalie kama hapa Zantime Media kwa unamsubiri mtu aje ufanye na interview. Kwa kama hakuja yani siku hiyo <laughs> huwezi kufanya interview, si ndio? Kwa hiyo na biashara nyingine ziko hivyo. Kwa hiyo uzuri wa Forex ni kwamba wewe uko na vitendea kazi vyako, ambapo actually ni kitu ambacho kinaweza kukufanya kuingia mtandaoni na kuwa na access ya market, umeona? Eh, ukiwa una access ya internet. Kwa hiyo cha, cha kitu chingine ambacho mtu anatakiwa kuwa nacho basi ni capital na hapo, kwenye capital tukisema capital, watu wengi wana, wana, wana, wana, inawapeleka moja kwa moja kwamba kuwa na kiasi fulani cha fedha, lakini the first capital Ndiyo. katika biashara ya Forex ni knowledge Talima. Kwa hiyo kwa kiasi gani ume, umepata maarifa sahihi kutoka kwa mwalimu sahihi Ndiyo. kwa wakati sahihi naona no, hicho ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ukishakuwa umepata maarifa ya kutosha, unaona sasa unahitaji mtaji wa fedha ili kuweza ku- kufanya hii biashara ya forex. Sawa, na tukizungumzia kuhusiana na broker yupi unamkubali na unahisi ni kwa nini, uh, brokerage zipo nyingi inategemea una, una, una, unafanya biashara kwa kwa ukubwa upi na kwa matarajio yapi, na unachagua broker kulingana na vile ambavyo wewe utaona ni, ni usahihi yeah. Kwa mfano kama mimi mimi natrade sana na Deriv pamoja na just market, ndio ambao E, nimekuwa na akaunt kwao na na, na, na, na, na, trade na wao. Ndio. Lakini pia nigusie tu kidogo broker ni nani? Ndio, ona broker ni mtu wa kati ambaye anaunganisha huyu trader kuweza kuingia ku access ile market kuweza kuingia sokoni. Ndiyo. Kwa hiyo ili uweze kwenda sokoni, maana yake wewe utahitaji umeona, kufungua account kwa broker. Ndiyo. Sasa huyu broker ama wakala au dalali, yeye anakuwa na access na platform ya kufanyia biashara hii ya forex. Ndiyo, kama MetaTrader 5, MetaTrader 4, unaona? Kwa hiyo yeye, kwa sababu ana access kwa anakupa, na wewe access, na kupitia yeye sasa ndio unaweza ukaingia ukaingia uka, uka sokoni kufanya hiyo biashara ya mauzo na manunuzi ya hizo pairs. Na kuna tofauti gani kubwa kati ya Binance na, na, na Forex? Ah, okay, tofauti ipo kubwa sana mm -hmm. Kwa sababu tunaposema Forex ni ile dhana nzima ya foreign exchange okay, lakini tunaposema Binance ni kampuni moja kati ya makampuni ambayo yanaprovide zile online wallet. Kwahiyo zipo nyingi, kuna kuna, Coinbase, kuna Binance, hata Derive wanazo wallet pia. Kwahiyo forex ni dhana nzima, Tia. Lakini tunaposema Binance ni kampuni moja miongoni mwa makampuni ambayo yanaendesha hizi biashara za crypto za mitandaoni na tukiendelea kanuni gani muhimu ama za msingi ambazo za kuzingatia ili kuweza kuzuia hasara? Ha, kanuni kubwa ni discipline. Kitu chochote ambacho unakifanya unatakiwa kuwa na discipline. Discipline. Kwa hiyo na forex trading inahitaji discipline. Discipline. Usimame katika misingi ya ufanyaji wa biashara. Kwa sababu unapokwenda kufanya forex huendi kubeti. Ndio. Kwa hiyo kama unabashiri lo Manchester atashinda mbili tatu, nini? Hapana, Forex inahitaji ufanye analysis, ni kitu ambacho kinahitaji taaluma. Kwa hiyo unapofanya analysis, kwa hiyo utapata kuona sasa, je, market ina mwelekeo upi na nini mimi natakiwa nifanye, pale ambapo unatakiwa kusubiri, usiwe mroho, subiri hiyo kwa... Kwa hiyo kikubwa ni discipline. Ukiwa na discipline maana yake kile ambacho umejifunza, maarifa uliyoyapata katika Forex, maana yake utaweza kuyatumia vizuri. Kuna mada unaposomeshwa Forex inaitwa risk management, namna ya kuzuia hayo majanga yasikukute, matumizi sahihi ya, ya stop loss. Kwa hiyo ukiwa huna discipline na biashara yako unaoifanya, kwa hiyo utadharau vitu uta neglect vitu vingi, hatima yake vitakupa, vitakupa loss. Lakini pia hutaki kuwa over emotion, hutakiwi kuwa na fear, hutakiwi kuwa greedy kwenye market. Unatakiwa akili iwe imetulia umeconcentrate, unafanya analysis vizuri, alafu tena itakuambia sasa nini ufanyi Tukigusia katika upande wa vijana ambao kwa sasa ni asilimia kubwa sana wanajishughulisha katika hii swala zima la forex, unahisi hali itaenda kuwaathiri kiupande fulani wakaweza kupata hasara katika kujiangaikia kutafuta kipato cha maisha? no, hasara hakuna. Biashara ambayo utaita biashara ikiwa haina hasara haina na faida Kwenye forex hasara zipo ndiyo. Nao, eh? na faida pia zipo, zipo. n no, ukiona mtu amepata faida kubwa manake pia ameriski kiasi kikubwa pia ndiyo. Kwa hiyo unapokuwa unafanya hizi biashara, na challenge ya kwanza ni very risk mona, ukifanya makosa makosa yatakuadhibu, ni kama vile tu mchezo wa mpira, ndiyo? Ikiwa hukulinda goli lako vizuri utafungwa, sio eh? Kwa hiyo na forex iko hivyo, lazima uhakikishe kwamba unafanya matumizi mazuri ya stop loss, mwana, eh? kuweka limit, wapi mwisho wako wa kupata hasara uwe kiasi gani? Kitokea umepata hasara kwamba una, una, una effort, kupoteza tunasema kwa hiyo yeah. Ikiwa uwezo wako wa kupoteza ni shilingi elfu tatu usizidishe kupoteza zaidi ya elfu tatu na capital yako ambayo umeweka losi yako ha, inatakiwa isizidi asilimia moja hadi mbili ya capital yako. Yeah. Kwa hiyo hardly ume lume lose kikubwa basi not more than 5% ya capital yako. Kwa hiyo imagine mtu ambaye ameweka, ameinvest ame, weka, ame, ame laki moja. Asilimia tano ya laki moja ni kama shilingi elfu tano nadhani. You know mm -hmm. Kwa hiyo yeye manake pa position ya anaoingia sokoni kwenye entry manake ata, ata, ata, ata kuwa yuko tayari kupoteza si zaidi ya shilingi elfu tano ikibidi kwamba mwelekeo wa soko aliuelewa vibaya, kwa sababu unaweza ukaona kwamba soko hili litakuwa ni wakati wa kununua soko litakwenda bullish, lakini ikawa kumbe umeinterpret vibaya, kwa sababu sokoni pia unaona kuna mambo mengi, kuna challenges nyingi, kuna inducement nyingi zinafanyika, manipulation zinafanyika nyingi. Kwa hiyo una uwezo wa kuona ukaona hapa ndo pahala sahihi, lakini kumbe ikiwa una maarifa madogo, kwa umeingia pahala ambapo sio siyo sahihi. Ndio. Na tukija katika maisha yako maisha yako ya, ya kila siku ama ya kawaida, hii forex imeweza kuathiri vipi maisha yako ama imeweza kubadili vipi maisha yako, kutoka hmm, kwenye asilimia ndogo hadi kufikia kwenye asilimia nzuri? Cha kwanza imenipa cha kwanza imenipa confidence, kwa sababu mm -hmm. Kufanya biashara ya forex si kila mtu anaweza. Ndiyo. Na sio kila mtu hawezi, huwezi right. Kusema kitu fulani kimenishinda kama hujajaribu ukashindwa, umefanya umeshindwa sema yes, hiki kweli mimi kinanishinda. Lakini kila kitu ni uthubutu, kwa hiyo mimi nilithubutu na imenipa confidence na of course inanipa kipato. Ndio. Na in the beginning nilipata hasara nyingi nyingi nyingi kubwa. Ndio. Mpaka natengeneza my first profit nilikuwa tayari na, na hasara almost milioni mbili na nusu nimeshapata hasara. Milioni mbili na nusu. Yes, of course. Kayo siku napata profit yangu ya mwanzo ilikuwa ni dola saba. Kwa nilihisi kwamba nimefanya kitu kikubwa sana that day, lakini kwa sababu wengi wetu tunaingia kwenye biashara tukiwa hatuna maarifa sahihi. Kwa hiyo nilipokutana na mtu ambaye alikubali kunishika mkono, akanionyesha njia, nikaweza kujifunza makosa yangu yalikuwa yako wapi. Na hiki ni kitu ambacho wengi, haya makosa yanafanyika, tunakuwa watu wamekosa maarifa sahihi. Ndiyo. Na mtu wa kukushika mkono, menta wako nani? kwa sababu inawezekana ukakuta mtu ana post sana Instagram anapata faida kubwa Ndiyo. lakini kumbe pengine mwenyewe ana trade demo account hata uomtaji <laughs> hajaweka kwa hiyo wewe unapomapproach bwana wewe nisaidie basi na mimi nifike hapa atakwambia nilipe kiasi kadha na nini kwa hiyo wewe ukilipa hiyo hela yeye mwenyewe kumbe kujua hajui hana maarifa sahihi kwa hiyo unajikuta kwamba unaingia katika katika mitihani ya kuja kupoteza kiasi cha fedha unaona. Kwa hiyo ni ni kitu kikubwa, ni kuwa na maarifa sahihi, kuwa na menta sahihi na broka sahihi, na ukafanya biashara iliyokuwa sahihi kwa wakati sahihi.